Kwa hiyo kuna cheo cha kimo, kuna viwango vya kumuelewa Kristo. Unaweza ukaokoka sawa, ni safari ya kwanza ambayo umeianza ya kuweza kumuelewa Kristo. Ukibaki kwenye wokovu tu, kila kitu ukisema, Mungu atatenda, Mungu atafanya, kuna orogoro na namna hiyo, Mungu atatenda, Mungu atafanya, miaka inaenda, unafikiri atafanya fanya, afanya, afanya. Kuna namna lazima upige hatua ili kufikia kwenye cheo cha kimo cha Kristo. Maana Yesu alisema, nyinyi mkiwa ndani yangu na, na mimi nikiwa ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu ntapokea. Kwa hiyo kumbe, Yesu kama iko kule, ili tufikie kwenye kimo chake ni lazima tupige hatua. Tunaanza na uokovu, tunakuja na imani, tunakuja na utimilifu, tunakuja kwenye kimo cha Kristo. Bwana apewe sifa sana. Lakini hatuwezi kupiga hatua ikiwa hatujui wapi tunaenda. Unajuaje kama wapi unaenda? Kwa kile Mungu alichowekeza ndani yako, utasikia sauti, anakwambia nenda kwa mfumo huu. Bwana apewe sifa. Kuna mtu anayenielewa? Askari jeshi wa jemii, siku zote kinapotupwa kitu, wanatoa lamani, searching map. Hapo hauambiwi tumetoka wapi, kazi yetu ni kuangalia ile lamani mpaka mnakuja, mnafika kwenye pointi ya kile kitu kilipotupwa. Hiyo kazi hiyo, na atakaye bahatika kukipata basi atabahatika kuongezewa wakati ya fulani. Hao ni askari jeshi, na sisi ambao tuko ndani ya Kristo kuna namna Mungu kila mmoja amempa ramani yake kwenye hii dunia. Sikiliza ramani yako, kuna mtu hawezi kuokoka bila wewe. Unaelewa hiyo ramani yako, kuna mtu kwenye familia yenu hawezi kuokoka bila wewe. Kwa hiyo ukae vizuri, uweze kusachi ramani yako ikoje, utaona Mungu anakuelekeza taratibu. Inawezekana kuna jirani yako hawezi kuokoka bila wewe, na ukiama huo mtaa ukaenda mtaa mwingine kupanga bila yule mtu kuokoka, kazi unayo mbinguni. Hiyo yote ni namna ambavyo unatamua kwamba mimi nafasi yangu ni ipi, Mungu amenipa karama gani, Mungu ameachilia kipawa gani ndani yangu.